Kuna vizazi viwili ambavyo vinasumbua sana hapa mjini. Kuwa makini kuangalia huko kwenye mahusiano na mwanaume wa kizazi gani. Kizazi cha kwanza ni kile cha wanaume vijana kuanzia miaka 28 kuendelea, na cha pili ni cha vijana wa kuanzia miaka 27 kushuka chini. Kama uko kwenye mahusiano na mwanaume wa kuanzia miaka 28 kuendelea mbele, kuwa makini sana na vitu unavyoposti mtandaoni. Sisi hatuna uzungu huo, narudia sisi wazee wa kale hatuna uzunguo wa kuchukulia mambo poa. Kuna mambo ambayo kwa kizazi cha sasa ni kawaida, lakini kwa kizazi cha zamani ni ya kijinga, umalaya na sababu ya kuachana. Nawaambia hivi kwa sababu naongea na wadada wengi ambao wanaachwa kwa sababu hizo hizo, wanakuwa hawajui kwa nini wameachwa, ila nikiwasikiliza mimi kama mhenga, najua hapa. Hata ingekuwa mimi, hapana. Angalia baadhi ya vitu. Kitu cha kwanza, kwenda kuogelea ukiwa umevaa chupi ukapiga picha. Kwa kizazi cha miaka 27 kushuka chini, ni kawaida. Mwanaume anaweza kwenda na mwanamke wake wakaogelee, akaposti picha mke wake na kichupi bila shida, ila kwa sisi ambao tumekutana na suruali chuoni, tunaona kama umalaya hivyo. Kabla ya kuposti picha, sijui umevaa kichupi na kusema si nilikuwa naogelea, angalia mwanaume wako ni wa kisasa au mshamba kama mimi. Kitu cha pili, kuposti picha umebinua matako kwamba unahakikisha kalio linaonekana kujichezesha makalio kila dakika, sijui kuna kachalenji gani huko TikTok. Ni kawaida na wanaume wengi tunapenda kuangalia, ila wanaume wengi wa miaka 28 kuendelea juu wanapenda kuangalia wanawake wa wenzao na sio wanawake zao, wanaona kama utoto. Hivyo kama we mdada, ushafikisha miaka 27, mwanaume wako na miaka 35, sijui ukijibinua, ni ngumu kutoboa kwenye hayo mahusiano. Kitu cha tatu Kukaa live TikTok, sijui mpaka saa nane usiku uko chumbani, unajichukua video, hakikisha mwanaume wako ni wa hivyo hivyo. Kama ni msukuma kama mimi, hata kama tumefunga ndoa jana, na kuachia huko huko live. Kitu cha nne, tatuu. Hata kama umemchora yeye, unatakiwa kujua kuwa kizazi cha zamani, anakuvua nguo anakuta katikati ya mapaja kuna tatuu kiunoni, sijui wapi, ni ngumu kukuelewa. Kitu cha tano rekodi video na kupiga picha za uchi ni vitu ambavyo wanaume wanapenda kutumiwa, ila kwa ujumla hivi ni vitu ambavyo hataki kutumiwa na mke wake, bali na mchepuko wa umalaya. Ushauri wangu ni kuwa najua kuna ambao wamelelewa kizungu, wanaona kama ni mambo ya kawaida, lakini ukweli ni kuwa kizazi cha miaka 28 kwenda juu, wengi ni washamba kama mimi. Mjue mwanaume wako, lakini pia utajiuliza kama mimi napenda hivyo vitu je? Jibu langu kama wewe unapenda basi, tafuta mwanaume ambaye naye anapenda hivyo vitu. Lakini kusema utambadilisha mhenga kama mimi, eti upost umevaa chupi kisa uko swimming pool? Hapana, hapana, hapana, hapana. Kama huwezi kubadilika, tafuta mnayeendana naye. Kumuita mshamba kwa mashoga zako na kulinganisha na mabwana wa mtandaoni wa mashoga zako haitasaidia. Huolewi na mashoga zako, dada.